Zidi alikuwa kijana wa kawaida tu katika mitaa ya Kariakoo, Dar es Salaam. Alizaliwa na kukulia huko akiona pilikapilika za soko kuu, magari yakienda kasi kwenye barabara za Uhuru na Msimbazi na wauza mitumba wakipaza sauti zao wakitafuta wateja. Maisha hayakuwa rahisi kwake, alikuwa mfanyabiashara mdogo akiuza chupa za maji barabarani ili kujikimu. Siku moja wakati wa jioni yenye mawingu mazito, akiwa njiani kurudi nyumbani maeneo ya Magomeni aliona msichana mdogo akiwa amesimama peke yake karibu na bonde la Jangwani. Msichana huyo alikuwa amevaa mavazi meupe na alikuwa akionekana kupaniki. Kaka, naomba msaada, nimeshindwa kurudi nyumbani, msichana huyo alisema kwa sauti ya upole lakini ya kutisha kidogo. Zidi alisita kwa sekunde chache. Eneo lile lilijulikana kwa kuwa na visa vya watu kuporwa, lakini msichana huyo alionekana hana hatia. Nyumbani kwenu ni wapi? Aliuliza. Sinza, lakini sijui jinsi ya kufika na giza linaniogopesha Alijibu huku macho yake yakija huzuni. Zidi alijikuna kichwa kisha akasema sawa, njoo nikusindikize. Walitembea pamoja wakivuka mitaa yenye pilikapilika za jiji. Kulikuwa na mwanga wa neon kutoka maduka walioyapita njiani sei, sauti za daladala zikipiga honi bila mpangilio, na harufu ya mishikaki na chipsi mayai ikienea hewani. Msichana huyo alikuwa kimya kwa muda mwingi, akimfuata zidi kwa utulivu wa ajabu. Walipofika karibu na Sinza Msichana huyo alisimama ghafla. Asante kaka. Umenisaidia sana, alisema huku akitabasamu kwa namna ya ajabu. Zidi alihisi hali ya baridi ikipita mgongoni mwake. Ni sawa, lakini usirudie kutembea peke yako usiku, alisema akijaribu kuficha wasiwasi wake. Msichana huyo alicheka kidogo, sauti yake ikibadilika kuwa nzito kiasi. Sikurudia, ila nilihitaji mtu kama wewe Kabla Zidi hajamuuliza alimaanisha nini, msichana huyo alizama ardhini taratibu kama moshi mweusi na kutoweka kabisa. Zidi alibaki amesimama pale, moyo ukimpiga kwa kasi. Alijihisi kizunguzungu, macho yake yakianza kuona giza. Ghafla, dunia ilionekana kubadilika. Hakukuwa na Sinza Karyako wala Dar es Salamu aliyokuwa akiijua. Alikuwa mahali pengine, mahali pasipoelezeka. Zidi alijikuta katikati ya eneo geni lisilokuwa na jengo lolote. Ardhi ilikuwa na mchanga mweusi na upepo baridi ulivuma kimya kimya. Alizunguka kutazama, lakini hapakuwa na alama yoyote ya Kariakoo, Sinza au hata taa za barabarani za Dar es Salaam. Mimi niko wapi? Aliwaza huku akiweka mikono kichwani. Ghafula sauti nzito lakini yenye upole ilisikika nyuma yake. Zidi, usiogope, umechaguliwa kwa jambo kubwa. Aligeuka haraka na kuona msichana yule yule aliyemsaidia, lakini sasa sura yake ilikuwa tofauti. Alikuwa amevalia mavazi marefu meupe yenye kung'aa na macho yake yalikuwa yakimetameta kama dhahabu. Umechaguliwa Zidi? Aliuliza kwa hofu, kwa nini mimi? Msichana huyo alitembea polepole pole kuelekea kwake, akisimama karibu na zidi bila kugusa ardhi. Kwa sababu ulionyesha moyo safi, ukisaidia bila kutarajia malipo. Hilo ndilo jaribio letu, na umepita. Zidi alihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Jaribio? Ninyi ni akina nani? Msichana huyo alitabasamu, akanyosha mkono wake kuelekea angani. Giza lilitoweka ghafla, na ghafla walikuwa ndani ya jumba kubwa lenye taa za dhahabu zilizoning'inia juu na kuta zenye maandiko ya ajabu. Sisi ni viumbe wa ulimwengu mwingine, na sasa wewe ni mmoja wetu. Zidi alirudi nyuma hatua moja. Mmoja wenu? Hapana, hapana, mimi ni binadamu, ninauza maji Kariakoo. Nimekulia Magomeni, sihusiani na haya mambo yenu ya ajabu. Msichana huyo aliendelea kutabasamu, utaamua mwenyewe, lakini kabla hujafanya uamuzi, kuna jambo tunataka kukuonesha. Ghafula sakafu ilianza kugeuka, zidi aliona Dar es Salaam chini yake kama ramani, lakini sio Dar es Salaam aliyokuwa akijua. aliona watu wakiteseka, wengine wakipoteza kila kitu kwa tamaa, na wachache waliokuwa wakimiliki utajiri mkubwa, huku wengine wakipambana kupata mlo mmoja kwa siku. Sisi tunaweza kukupa nguvu ya kubadilisha maisha yako, msichana huyo alisema, lakini lazima ukubali masharti yetu. Zidi alimeza mate. masharti gani? Msichana huyo akasogea karibu zaidi na kusema kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka, utakuwa na utajiri wa dunia zote mbili, lakini hutakuwa tena mtu wa kawaida. Zidi alihisi joto likipanda mwilini mwake. Alijaribu kutulia, lakini maneno ya msichana huyo yalizidi kumtatiza. Utajiri wa dunia zote mbili maisha yake yangekuwaje? Acha nijue masharti yako vizuri, alisema kwa tahadhari. Msichana alitabasamu. Masharti ni rahisi. Ukikubali utapata mali isiyo na kikomo, pesa, biashara, mali zisizoonekana kwa macho ya kawaida, lakini kuna jambo moja, hutaweza kutumia utajiri huo kwa ubinafsi au kwa uovu. Ukikiuka hilo, utapoteza kila kitu, na zaidi ya hapo, utapoteza nafsi yako milele. Zidi alihisi mgongo wake ukitokwa na jasho. Hili lilikuwa zaidi ya ndoto ya mtu yeyote wa kawaida. Na kama nikikataa? Aliuliza kwa sauti ya shaka. Utarejea kwenye maisha yako ya kawaida, ukisahaulika, ukiendelea kupambana mitaani. Chaguo ni lako, lakini fahamu kuwa bahati kama hii haiji mara mbili, msichana alisema, huku akimkazia macho. Zidi alijikuna kichwa. Fursa ya kutoka kwenye maisha magumu aliyokuwa akiishi ilikuwa mbele yake. Hakukuwa na mtu aliyemtegemea moja kwa moja wala kitu cha kupoteza zaidi ya maisha yake ya kawaida. Nikikubali napata nini kwanza? Aliuliza kwa shauku kidogo. Msichana huyo alitabasamu na kuinua mkono wake, ghafla dhahabu, almasi na fedha zilianza kuanguka kutoka juu kama mvua, zikipotelea sakafuni bila sauti. Hii ni mifano tu ya kile kinachokungojea, msichana alisema, lakini pia utapata macho ya kuona mambo wasiyoyaona wanadamu wa kawaida utaweza kusoma nia za watu, kujua marafiki wa kweli na maadui wa siri, na zaidi ya yote, utakuwa na ulinzi wa ulimwengu usioonekana. Zidi alihisi pumzi yake ikikata kwa sekunde chache. Fursa hii ilikuwa kubwa mno, lakini swali moja lilikuwa bado linamkera. Huyu unayeniambia haya yote, wewe ni nani hasa? Aliuliza. Msichana huyo alitabasamu zaidi. Jina langu si muhimu sasa, lakini utaniita Salma. Mimi ni mlinzi wa njia hii, na sasa Zidi chagua hatima yako. Zidi alichukua pumzi ndefu, moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Ninakubali. Ghafla upepo mkali ulivuma, taa zote zikalipuka na sakafu ilianza kuzunguka kama kimbunga. Macho ya Zidi yaliangaza ghafla kwa mwanga wa ajabu. Zidi alihisi mwili wake ukiwa mwepesi kama anayeruka hewani. Upepo mkali ulizunguka chumba kile cha ajabu, na ghafla alihisi joto kali likipenya mwilini mwake. Macho yake yalifumba kwa sekunde chache na alipoyafumbua hakuwa tena katika jumba lile la ajabu. Alikuwa amesimama katikati ya Kariakoo mbele ya maduka yenye pilikapilika za biashara. Muda ulikuwa ule ule wa jioni, kana kwamba hakuwahi kupotea. Daladala zilikuwa zikilia honi, wachuuzi wakipaza sauti zao, na watu wakiendelea na maisha yao kawaida. Lakini kulikuwa na kitu tofauti. Zidi alihisi kila kitu kwa namna isiyo ya kawaida. Aliweza kusikia mazungumzo ya watu waliokuwa mbali alihisi harufu za sokoni kwa kina zaidi, na zaidi ya yote macho yake yaliona mambo ambayo hakuwa amewahi kuyaona. Alipotazama pembeni, aliona mfanyabiashara mmoja mkubwa wa Kariakoo, Bwana Jongo, akiongea na kijana mmoja aliyekuwa amevaa suruali ya jeans na tisheti nyeusi. Kwa macho ya kawaida, walionekana kama wanazungumza biashara ya kawaida, lakini kwa macho mapya ya Zidi, aliona kivuli cheusi kikipaa juu ya Bwana Jongo, na sauti nzito isiyo ya kibinadamu ikitoka mdomoni mwake ingawa midomo yake ilikuwa inasema maneno ya kawaida. Fedha ziko tayari, lakini kumbuka makubaliano yetu, sauti hiyo ilisema kwa ukali. Zidi alipiga hatua moja nyuma, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Alikuwa anaelewa sasa, siyo kila tajiri Dar es Salaam alikuwa wa kawaida. Kulikuwa na nguvu zisizoonekana ambazo zilihusika katika mafanikio ya baadhi ya watu. Ghafla, sauti ya Salma ilisikika kichwani mwake: umepewa macho ya kuona, lakini sasa ni juu yako kuamua utayatumiaje. Zidi alijua maisha yake yamebadilika rasmi, lakini alijiuliza atautumiaje utajiri huu mpya. Je, ataingia katika dunia hii ya siri kwa faida yake binafsi au atatumia uwezo wake kusaidia wengine? Zidi alitembea polepole, huku moyo wake ukienda mbio. Macho yake mapya yalimwonyesha sura nyingine ya Dar es Salaam, mji wa giza lililojificha nyuma ya mwangaza wa neoni na pilika pilika za biashara. Alipita kwenye kona ya mtaa wa Agrey akiwatazama wachuuzi waliokuwa wakihangaika kuuza bidhaa zao. Kila mmoja alikuwa na harakati zake, lakini sasa aliweza kuona nani alikuwa na roho safi na nani alikuwa na nia mbaya. Katika kundi la vijana waliokuwa wamekaa pembezoni mwa barabara, alimuona mmoja wao akiwa na kivuli cheusi kinachomzunguka. Kijana huyo alikuwa akiuza bidhaa kwa shauku, lakini sauti nzito ilisikika kichwani mwa Zidi, anajaribu kutoroka maisha aliyojitumbukiza ndani yake, lakini hana pa kwenda. Zidi alihisi msukumo wa kumkaribia kijana huyo. Unaitwa nani kaka? Aliuliza kwa sauti ya kawaida. Kijana aligeuka na kumwangalia kwa macho makali. Mimi naitwa Mantizo, unanijua? Hapana, lakini naona unafanya biashara kwa bidii, Zidi alijibu kwa makini. Mantizo alicheka kwa dharau. Hii siyo biashara, ni maisha. Usipojua kucheza, unakanyagwa. Zidi alimtazama kwa makini. Aliweza kuona kwamba Mantizo alikuwa anajaribu kuacha njia fulani mbaya, lakini kitu fulani kilikuwa kinamvuta kurudi humo. Sauti ya Salma ilisikika tena kichwani mwake, umepewa nguvu ya kubadili hatima za watu, lakini kila uamuzi una gharama yake. Zidi alijiuliza, je, alipaswa kuingilia maisha ya Mantizo au alipaswa kuendelea mbele na safari yake ya kuelewa ulimwengu mpya aliyokuwa ameingia? Ghafla simu yake ililia. Alipoangalia namba haikujulikana. Alipokea, halo. Sauti nzito ilisikika upande wa pili, tunajua umerejea, tunakutazama Chagua kwa makini Zidi. Moyo wa zidi uliruka. Nani alikuwa anazungumza naye, na kwa nini wanamfuatilia Zidi? Alihisi mshtuko baada ya kusikia sauti hiyo nzito kwenye simu. Mapigo ya moyo wake yaliongezeka. Aliangalia pande zote za mtaa wa Agrey akijaribu kuona kama kuna mtu aliyekuwa akimfuatilia. Hakukuwa na sura yoyote ya ajabu, lakini sasa alijua kuwa ulimwengu wa kawaida aliyouzoea haupo tena kwake. Mantizo alimtazama kwa macho ya mshangao. Vipi bro, kuna shida? Zidi hakujibu badala yake, alichukua hatua moja nyuma, akahisi mwili wake ukiwa mwepesi, na ghafla kila kitu kilianza kuzunguka kama kimbunga. Sekunde chache baadaye alijikuta kwenye eneo lile la ajabu tena, palipokuwa na Salma. Unataka kuelewa nani anakutafuta sivyo? Salma aliuliza kwa sauti tulivu. Ndiyo, Zidi alijibu bila kusita. Nataka kujua nini kinaendelea, nimepewa nguvu lakini ni nani ninayekabiliana naye? Salma alitembea hatua chache mbele, akanyoosha mkono wake. Giza likatanda na mbele yao likaonekana jengo refu lenye maandishi ya kung'aa, jengo la kifahari lililojulikana Dar es Salaam kama The Prestige Towers. Ndani ya jengo hili kuna watu ambao wanajua kuhusu wewe, Salma alisema. Hawa ni watu wenye nguvu kutoka dunia zote mbili, wanamiliki biashara kubwa, wanadhibiti siasa na wanajua kuwa umepewa macho ya kuona wanachofanya. Zidi alimeza mate. wanataka kunimaliza? au wa kushawishi ujiunge nao, Salma alisema huku akimtazama kwa macho makali. Lakini chagua kwa makini, Zidi. Ukijiunga nao utakuwa na utajiri usio na kikomo, lakini utakuwa mtumwa wa mfumo wao. Ukikataa watakuona kama tishio. Zidi alifikiria kwa sekunde chache, kila kitu kilikuwa kimebadilika haraka sana. Alikuwa na uwezo wa kuona zaidi ya wanadamu wa kawaida, lakini sasa alikuwa ameingia kwenye mchezo wa hatari. Alimtazama Salma kisha akasema kwa sauti thabiti Sitaki kuwa mtumwa wa mtu yoyote. Kama nimepewa macho haya nitayatumia kwa faida ya wale wanaohitaji msaada, siyo kwa kulinda maslahi ya wachache wenye nguvu. Salma alitabasamu. uamuzi wa busara, lakini jiandaye kwa madhara yake. Ghafla mwanga mkali ulionekana na Zidi alihisi mwili wake ukivutwa kwa nguvu. Alijikuta tena Kariakoo, lakini sasa kila kitu kilionekana tofauti. Alijua kuwa hatima yake ilikuwa imebadilika milele. Alitazama juu, macho yake mapya yakiwa na mwangaza wa dhahabu. Alikuwa tayari kwa mapambano ya dunia mbili. Zidi alisimama katikati ya Kariakoo, lakini sasa akili yake ilikuwa tofauti. Alijua kuwa si mtu wa kawaida tena, alikuwa na macho ya kuona ukweli uliojificha nyuma ya maisha ya kawaida. Simu yake ililia tena, namba haikujulikana. Alijua hawa ndio wale waliomtahadharisha awali. Alipokea. Tunakujua Zidi, una macho ya kuona yasiyoonekana. Tunahitaji kuzungumza. Ninyi ni nani? aliuliza kwa sauti thabiti. Njo The Prestige Towers, gorofa ya juu kabisa. Unajua tayari tunakuhitaji. Zidi alikata simu na kufikiria kwa sekunde chache. Angeweza kupuuza mwito huo na kuendelea na maisha yake mapya kwa siri. Lakini pia alijua kuwa hawa watu walikuwa sehemu ya mchezo mkubwa zaidi wa nguvu za dunia mbili. Alimtafuta Salma kwa mawazo, lakini hakusikia sauti yake tena. Ilikuwa wazi kuwa safari hii alipaswa kuamua mwenyewe. Alikamata bajaji na kuelekea The Prestige Towers, jengo la kifahari lilokuwa na watu wenye nguvu kubwa. Moyo wake ulikuwa na msukumo wa ajabu, hofu na shauku vikichanganyika. Alipofika, walinzi walimtazama kwa makini, lakini hawakumzuia kana kwamba walikuwa wakimsubiri. Aliingia ndani ya lifti na kubonyeza kitufe cha ghorofa ya juu. Lifti ilipopiga kengele, mlango ulifunguka na alikutana na mtu wa ajabu, mwanamume mrefu mwenye suti nyeusi, macho makali na tabasamu la kipekee. "Karibu Zidi," mtu huyo alisema, tumekuwa tukikusubiri. Zidi hakujua kama alipaswa kuhisi hofu au kuwa tayari kwa majadiliano. unataka nini kutoka kwangu? aliuliza kwa sauti thabiti. Mtu huyo alitabasamu na kusema, si swali la tunachotaka kutoka kwako, ni swali la kile unachotaka kutoka kwetu. Karibu kwenye ulimwengu wa wachache wenye macho ya kuona. Zidi alimtazama mwanamume huyo kwa makini. Mazingira ya gorofa ya juu ya The Prestige Towers yalikuwa ya kifahari, sakafu ya marumaru nyeusi, madirisha makubwa yaliyotoa mwonekano wa Dar es Salaam yote na mwangaza wa taa za dhahabu zilizotoa hali ya kifalme. Kwa hiyo nipo hapa sasa, niambieni, mnanitaka kwa nini? Zidi aliuliza kwa sauti thabiti. Mwanamume huyo alitabasamu. Jina langu ni Kiongozi Malik, na sisimamia chama cha wachache wenye macho ya kuona Tumekutazama tangu ulipopokea zawadi yako. Unayo nafasi ya kuwa sehemu yetu, lakini lazima ujue sheria za mchezo huu. Zidi alijizuia kupigwa na mshangao. sheria gani? Malik alimsogelea karibu, akasema kwa sauti ya polepole pole lakini nzito, sheria ya kwanza, usitoe siri zetu kwa yeyote asiyestahili. Sheria ya pili, utumie macho yako kwa faida ya mfumo huu, si kwa maadui zetu. Sheria ya tatu, ukikubali kuingia, hakuna kurudi nyuma. Zidi alihisi presha ya mazingira hayo ikizidi kuongezeka. Alielewa sasa kuwa hakuwa peke yake, na watu hawa walitaka kutumia nguvu zake kwa manufaa yao. Aliwaza kwa haraka, angeweza kukubali kuwa mmoja wao na kupata utajiri na ushawishi mkubwa, lakini kama alivyoambiwa na Salma, kila uamuzi ulikuwa na gharama yake. Aliinamisha kichwa chini kwa sekunde chache, kisha akainua macho yake yenye mwangaza wa dhahabu. Hapana, alisema kwa msisitizo, sitakuwa mtumwa wa mfumo wenu. Ukimya mzito ulienea kwenye chumba hicho. Malik alimtazama kwa muda kisha akapiga makofi polepole pole. Haujui unachokataa kijana, lakini siwezi kukulazimisha. Ila fahamu hili, ukisimama kinyume nasi utakuwa adui. Ghafla, sakafu ilianza kutikisika na Zidi alihisi nguvu nzito ikimsukuma nyuma. Macho yake yaliangaza kwa nuru kali, na kabla hajajua kilichotokea, mwili wake ulirushwa nje kupitia dirisha. Lakini badala ya kuanguka, alijikuta akizama kwenye giza zito lisilo na mwisho. Sauti ya Salma ilisikika kwa mbali. Safari yako ndiyo kwanza imeanza, Zidi. Umechagua njia ya upinzani, lakini je, utaiweza? Ghafla, alifungua macho yake na kujikuta akiwa barabarani, karibu na daraja la Selanda, usiku ukiwa umetanda. Aliweka mkono mfukoni na akatoa kipande cha dhahabu kilichokuwa kikiwaka, ishara kuwa bado ana nguvu zake, lakini sasa alikuwa ametangazwa kuwa adui wa mfumo mkubwa zaidi ya alivyowahi kufikiria. Zidi alishika kipande cha dhahabu kilichokuwa kikiwaka mikononi mwake, akiutafakari uamuzi aliyoufanya. Aliukataa mfumo wenye nguvu, lakini sasa hakuwa na uhakika kama alikuwa salama. Alitazama usiku wa Dar es Salaam, taa za jiji zikiwaka kwa mbali, huku upepo wa bahari ya Hindi ukivuma polepole. Mara ghafla sauti nzito ilisikika nyuma yake, umekosea kufanya hivyo Zidi. Aligeuka haraka na kuona mwanamume mfupi mwenye sura ngumu akiwa amevalia kanzu nyeusi na kilemba cheupe. Macho yake yalikuwa na mwanga hafifu wa buluu, ishara kuwa naye hakuwa wa kawaida. Unanijua? Zidi aliuliza kwa tahadhari. Naitwa Shefe Ramadhani, mtu huyo alisema kwa utulivu. Mimi ni mmoja wa walinzi wa siri hii ya dunia mbili. Nimekuwa nikiwatazama hawa watu kwa muda mrefu na nimeona waliojaribu kuwakataa kama wewe. Zidi alihisi mwili wake ukisisimka. wamewatenda nini? Shekhe ramadhani alitabasamu kwa huzuni. wengine walikimbia hadi nchi za mbali wakijificha, wengine walikubali na kuwa sehemu ya mfumo, lakini wachache, wachache, wachache walipigana. Zidi alihisi damu yake ikichemka. na mimi? chaguo bado ni lako, Shekhe ramadhani alisema, lakini usidharau nguvu ya wale uliowakataa watakutafuta na hawatakuruhusu upumzike, lakini kama kweli unataka kupambana, lazima ujifunze jinsi ya kutumia nguvu zako kikamilifu. Unajua namna? Zidi aliuliza kwa shauku. Shekh Ramadhani alitikisa kichwa. Ndiyo, lakini si rahisi. Utahitaji kuingia katika giza la jiji hili na kukutana na wale wanaoijua siri ya kweli ya dunia mbili. Zidi alijua hakuwa na uchaguzi mwingine. Na tuanze basi, alisema. Shekh Ramadhani alitabasamu. Kisha akapiga hatua moja mbele na kugusa kipande cha dhahabu mkononi mwa Zidi. Ghafla, dunia ilibadilika. Zidi alijikuta mahali pa giza, mahali ambapo Dar es Salaam ya kawaida haikuweza kufika. Zidi alihisi dunia ikizunguka. Mwili wake ulikuwa mwepesi, kana kwamba alikuwa akianguka kwenye shimo lisilo na mwisho. Ghafla, aligusa ardhi ngumu na alipofumbua macho, hakuona Dar es Salaam kama alivyoijua. Walikuwa mahali pa ajabu. Barabara zilikuwa zenye giza nene. Taa za mji zilikuwa hafifu na hewa ilikuwa nzito yenye harufu ya moshi na uchawi. Ilikuwa kama Dar es Salaam, lakini iliyojaa siri na giza. "Sheikh, tuko wapi?" Zidi aliuliza, sauti yake ikiwa na mashaka. "Hii ni sehemu ya mji ambayo wachache huiona," Sheikh Ramadhani alijibu kwa sauti ya utulivu. "Hapa ndipo ulimwengu wa pili unapokutana na ule wa kwanza. Ndani ya mji huu kuna wenye nguvu na walioachwa kwenye giza. Unapaswa kuchagua upande wako kwa hekima." Zidi alimtazama. unamaanisha nini? Shekhe Ramadhani alitabasamu. dunia mbili zipo, lakini haziko sawa. kuna wale waliotumia nguvu za dunia hii kujitajirisha na kudhibiti ulimwengu wa kawaida na kuna wale waliokataa kama wewe, lakini ili upambane nao lazima ujue siri zao. Zidi alihisi moyo wake ukigonga kwa kasi. unataka kusema kuwa kuna wengine kama mimi? Shekhe alitikisa kichwa. Ndiyo, wengine wako mafichoni, wengine wamekamatwa na wengine wamesaliti dhamira yao na kujiunga na mfumo. Kwa hiyo naweza kuwatafuta? Sheikh Ramadhani alitabasamu kwa hikma. ndiyo sababu tuko hapa leo, utakutana na mmoja wao. Ghafla, kivuli kirefu kilijitokeza kwenye kona ya giza. Mtu mmoja mwenye mwili wa miraba minne mwenye nywele ndefu na macho mekundu ya moto alijitokeza taratibu. Shekhe, mtu huyo alisema kwa sauti nzito, huyo ndiye unayemleta? Ndiyo, Sheikh Ramadhani alijibu, huyo ndiye Zidi amechagua kupinga mfumo. Mtu huyo alimtazama Zidi kwa macho makali, kisha akasema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito mkubwa, kama umeamua kupinga mfumo huu, basi jiandae. Vita haijaanza na adui hajajitokeza kikamilifu, lakini usisahau, hakuna kurudi nyuma. Zidi alihisi mwili wake ukisisimka. Alijua maisha yake hayangekuwa kama zamani tena. Macho ya mtu yule mwenye nywele ndefu yaliwaka kwa mwanga mwekundu wa kutisha yakitazama moja kwa moja ndani ya nafsi ya Zidi. Hakuonekana kuwa adui, lakini pia hakuwa rafiki wa kawaida. Shekhe, mtu huyo alisema tena kwa sauti nzito, huyu kijana anaweza kuwa msaada au mzigo. Unajua mfumo hauruhusu usaliti. Nina uhakika na chaguo langu shekhe. Ramadhani alijibu kwa utulivu, Zidi ana kipawa ambacho wengi hawana, anaweza kuona yale yanayofichwa. Nguvu yake ni silaha adimu. Mtu huyo alimkaribia zidi na kumtazama kwa makini. Jina langu ni Kasim, alisema. Nilikuwa kama wewe kijana, nilipewa nafasi ya kuingia kwenye mfumo, lakini nikakataa. Tofauti na wengine sikukimbilia maficho, nilibaki kupambana. Na je, ulishinda? Zidi aliuliza. Kasim alitabasamu kwa uchungu. Hakuna anayeshinda vita hivi, wanaweza kukuvumilia kwa muda, lakini siku ukileta shida kubwa wanakufuta kwenye uso wa dunia. Hilo ndilo lililotokea kwa wengine kama mimi. Maneno yake yalizidi kumchanganya Zidi. Alianza kushangaa kama kweli alichukua uamuzi sahihi. kwa hiyo mnataka nifanye nini? Sheikh Ramadhani akachukua pumzi ndefu. umeshachagua upande wako Zidi, sasa lazima ujifunze kujilinda. Mfumo unajua kila kitu kuhusu wale wanaopinga, wanajua mahali ulipo, wanajua unachofikiria na wanajua watu wako wa karibu. Zidi alihisi tumbo lake likifunga. Hilo lilimaanisha kwamba mantizo rafiki yake wa karibu na hata mama yake kule Mwananyamala wanaweza kuwa hatarini. hakuna mtu wako wa karibu aliye salama tena, Kasimu alisema kana kwamba alikuwa akisoma mawazo ya Zidi. Ndiyo maana unatakiwa kuchagua haraka. unataka kukimbia au unataka kupambana? Zidi alichukua muda mrefu kufikiria. Kila sehemu ya mwili wake ilikuwa ikimtaka achague njia rahisi, kukimbilia mbali kuacha kila kitu lakini alijua hawezi alishaingia kwenye huu mchezo na kurudi nyuma hakukuwa chaguo tena alimtazama shekhe ramadhani na kasim kwa macho yenye uhakika nitapambana kasim alitabasamu vizuri shekhe ramadhani alichukua kipande cha dhahabu mkononi mwa zidi na kukibonyeza kwa kidole chake giza ghafla lilitanda na mwanga mkali ukalipuka kutoka ndani ya kipande hicho kwa hiyo basi shekhe alisema uko tayari kujifunza siri za kweli za dunia mbili kutoka kwenye kipande cha dhahabu ulitanda, na ghafla Zidi alijikuta mahali pengine, katika chumba cha mviringo kilichojengwa kwa mawe meusi, taa hafifu zikining'inia juu, huku hewa ikiwa nzito na kimya. Shekhe, Zidi alisema kwa sauti ya tahadhari, tuko wapi? Tuko kwenye sehemu ya mafunzo ya wapinzani wa mfumo, shekhe Ramadhani alijibu, mahali ambapo roho za waasi ziliwahi kufungwa, lakini pia mahali ambapo nguvu mpya huzaliwa. Kasim alisogea mbele akionyesha duara la alama za ajabu chini ya sakafu. Unahitaji kuelewa kitu kimoja, Zidi, mfumo una nguvu kwa sababu unatumia hofu na tamaa za wanadamu kuwatawala, lakini tunao uwezo wa kuuteka mfumo na kuupindua ikiwa tu tutadhibiti nguvu hii ipasavyo. Shefe aliinua mkono wake na ghafula, mwanga wa buluu ukalipuka kutoka kwenye kiganja chake. Nguvu unayo, lakini hujui jinsi ya kuitumia. Hili ni somo lako la kwanza, kujifunza kuitawala. Zidi alihisi nguvu ndani yake ikiwaka. Kwa sekunde chache macho yake yaliangaza kama dhahabu iliyoyeyuka, na ghafla alihisi kila kitu, harakati za hewa, sauti za mbali, hata mipasuko midogo kwenye ukuta wa chumba hicho. Shekhe alitabasamu, uko tayari. Lakini kabla hajamaliza kusema, mlango wa chumba ulilipuka kwa kishindo. Wanaume waliovaa suti nyeusi waliingia kwa kasi, macho yao yakiwaka mwanga mwekundu wa kutisha. Mfumo hauwasamehi wasaliti, mmoja wao alisema. Kasim alikumbatia ngumi zake na kupiga hatua mbele. Ndiyo maana hatunyamazi. Zidi alihisi damu yake ikichemka, mapambano yalikuwa yameanza. Mapambano yalilipuka kwa kasi. Kasim alirusha ngumi zake kwa kasi isiyo ya kawaida, akiangusha wanaume wa mfumo mmoja baada ya mwingine. Sheikh Ramadhani alitumia mikono yake kutengeneza mikondo ya mwanga wa buluu iliyowasukumiza adui mbali, lakini kilichomshangaza Zidi ni kwamba mwili wake ulijibu kwa haraka zaidi alivyotarajia. Aliinua mkono wake na ghafla mawimbi ya nguvu yalilipuka kutoka kwake yakiwasambaratisha maadui waliokuwa karibu. Sheikh alimwangalia kwa mshangao. Ndiyo maana wanakuhofia Zidi, una nguvu ya kuzaliwa nayo, sasa itumie kikamilifu. Zidi alisonga mbele akitumia nguvu zake mpya kupambana na waliobaki. Ndani ya dakika chache, chumba kilikuwa kimetulia, wanaume wa mfumo walikuwa wameangushwa. Sheikh akamtazama Kasim kisha Zidi, tumeshinda hii vita, lakini si vita kuu. Kasim alimsogelea Zidi na kumpa kipande cha ngozi iliyoandikwa alama za ajabu. Hii ni njia ya kweli ya kuishi nje ya mfumo, kama utaifuata utaweza kujitawala mwenyewe bila kuhitaji utawala wa mfumo wala hofu yao. Zidi alikamata kipande hicho kwa nguvu. Alijua maisha yake hayatakuwa kama zamani tena, alikuwa amejifunza siri ya dunia mbili na sasa alikuwa na uchaguzi: kuendelea kupambana au kutumia nguvu zake kujiweka huru kabisa. Shekhe alitabasamu kwa hikma. Siri kubwa ya dunia mbili ni kwamba hakuna anayestahili kuutawala mwingine. Chaguo lako litakufanya uwe huru au utawaliwe milele. Zidi alitazama Dar es Salaam kupitia dirisha lililokuwa limevunjika. Huu ulikuwa mwanzo wa maisha mapya. Alitabasamu, nimechagua kuwa huru.